Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbatihi ila yawmiddin wa ba'd. Assalamu alaykum yawmiddin wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa Sheikh Ali Ngiruko, mjumbe wa Baraza la Ulama na naibu chief kadhi Mheshimiwa Shekhe Chizenga Hassan katibu wa Baraza la Ulama, Mheshimiwa Shekhe wa wilaya yetu ya Kinondoni Sheikh Muhammad Muhenga, Shekhe wetu Shekhe Ali Zuberi

Wageni wote waalikwa, mjumbe wa halmashauri kuu, mguse anasinzia kidogo, Shekhe Jabu. <laughs> Shekhe Mlekwa, labda nichukue nafasi hii fupi tu kwamba leo nili toa maelekezo kwa Shekhe Geruko kwa ajili ya kupatikana kwa siku ya kuadhimisha Qur'an kuadhimisha Qur'ani kama kilele cha sherehe yake ambayo ilianza mara tu ulipokuwa umeandama mwezi na tukaendelea nayo mpaka kufikiria leo na bado kumesalia siku chache, tukaona katika siku zilizosalia ipatikane siku moja, hiyo ni siku ya maadhimisho. Na walillahi alhamdu, Shekhe amefanya jambo hilo. Tumefanya hivyo tu kwa sababu Qur'ani ndio mwongozo wetu sisi Waislamu, na kwa bahati nzuri haikubakia Qur'ani kuwa ni mwongozo kwa Waislamu peke yake, ni mwongozo kwa ulimwengu. Mambo yote mengi mnayoyaona yanafanyika, basi ndani ya Qur'ani kuna mchango mkubwa, kwa sababu Uislamu una mchango mkubwa wa maendeleo ya kilimwengu. Leo maendeleo haya ya ulimwengu, Uislamu una mkono mkubwa sana, na una mchango mkubwa sana, kwa kuwa kutazungumzwa sana juu ya

fatana mazingira yaliyopo leo. Kuna kitu wanakiita artificial intelligence au akili memba, akili bandia, adhakaulistinai. Ni mambo yameingia. A wenzetu waliopita huko nyuma hawana mambo hayo, hawakupitiwa na ulimwengu huu. Sasa hivi picha inaweza ikawa umemanikwa picha pale ikatiwa hiyo, wakilimandia hiyo adhaka ustinai au atifu, artificial intelligence, alafu kaona inasema au inazungumza nazungumza na nini na njini tulimewekwa pale. Ni mwenyewe nishahudhuria mikutano mingi, Masri, Kairo pale, Abu Dhabi, Bahrain, Saudi Arabia jila ya kuzungumzia, je, uislamu saa hivi utaweza kukabiliana vipi kipindi hiki cha akili mnemba? Vitabu ulivyosoma ni vile vya zamani. Si tumesoma vitabu vya fikihi kuanzia irshadul muslimina mpaka minhaji talibina, mughnil muhtaj, tuhfatul muhtaj, nihayatul muhtaj, hukuti hivyo. Hakuna almajmuu sharhul muhadhab, hukuti kwa sababu wao hawakukutwa na zama zile tunaiwekaje fikihi hapo? Watu wanafikia kuwa <tuhi> mtu ana kiwanda ana shirika, lakini shirika lake ameamua vitu vyote kuvitia katika akilimnemba. Kwa hiyo akifa yule mtu, mambo yanakwenda tu, yanaendeshwa na ile akilimnemba hiyo mtoto ana watoto ana wajukuu ana ndugu wana jamaa na nini, lakini akili mnemba inaendesha shughuli zote za kiwanda na nini, transaction zote zinafanywa yeye akili mnemba ile, safka yote inafanywa nao na hiyo, adhakau listinai au artificial intelligence. Uislamu hapo unasemaje? Msimamo wa Uislamu, yaani mandhuri Uislamu. Ni nini? ni, ni, ni, ni, hapa sasa, ukirudia katika viteo vya zamani hukuti, utapata jawabu kule, kwa sababu sio wakati wake, ni wakati mwingine huo. Je, kule kusoma kwako kwa itatosha? Ndio maana Mtume alishaeleza muda mrefu watu wasome tu mpaka wafe, endelewana uzuri mpaka aliyaona haya hmm? in Allaha zawa liya lardhi fa raaitu masharikaha wa magharibaha, Mwenyezi Mungu alimkusanyia hii dunia Mtume wa sallam, hii ardhi yote Mtume alimkusanyia ikawa kama kwenye kiganja, kisha akaona pande zake zote za mashariki, pande zake zote za magharibi, pande zote za dunia Mtume aliziona kabla asija kaondoka katika ulimwengu, hajauona ulimwengu wote mpaka akasema Uislamu utafika kila sehemu ambayo mimi nimeiona. Uislamu utafika, leo dunia nzima Uislamu umefika. Sasa hapa tunayo haki na wajibu wa kuweza kuadhimisha Qur'an iliyotutoa katika hali ngumu na kutuleta katika hali ya juu sana. Unaweza ukaona kama si kweli, kama ni maneno, kwa sababu huisomi vizuri, huisomi vizuri Qur'ani. Ukisoma vizuri, utaona, katika darasa zetu tunaeleza pale kwamba kawaida ya Qur'ani inajifasiri yenyewe kwa yenyewe, aya hii inafasiri nyingine, ile inafasiri nyingine, na inakwenda kufuatana na mazingira na wakati. Kwayo ni kitabu ambacho la ya atihi al-batilu min baini yadaihi wala min khalfihi. Ni kitabu hicho hakijini inabatili mbele yake na nyuma yake, kimekamilika kimekamilika. ma farratna fil kitabi min shay, hatujapuuza hatujawacha katika Qur'an chochote. Kwa hiyo mimi nawafungulia taendelea na, na kuizungumza Qur'ani anataka mwaleta maprofesa wa, wote wa, wa dunia wa, nzima maprofesa wakaizungumza qurani lakini bado itakuwa bado hajamaliza qurani yenyewe wa haimaliziki kwa kusemwa na watu, kila anayesema anadokoadokoa. Mwenyezi Mungu amefanya wepesi, wa laqad yassarna alqurana lidhikri fahal min mudakkir. Mwenyezi Mungu afanya wepesi tutuweze kuitamka, lakini kwa uzito wake

Mngeona kimbunga kinachofanyika kwenye jabali la raaitahu khashian mutasaddian jabali kipasuka, pasuka na likawa nyenyekevu min khashyati llah, kwa sababu ile mini ya min yasababia min khashyati llah, kwa sababu ya kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala fa so, watilka al-amthal nadhribuha la lin-nas le laalahum laallahum... yatafakkarun watu wafikiri, mifano hiyo imepigwa kwa watu, watu wafikiri, watumie akili zao, watumie fikra zao, waone wamepewa kitu kitu kikubwa. Si Mtume amesema kwamba yoyote atakayeona amepewa kitu kikubwa zaidi kuliko Qur'an huyo amekifanya kidogo kitu ambacho Mungu akifanya kwa kikubwa, ni madhambi makubwa hayo, katika akbarul kabair tasghiru ma adhamahu Allah na wazuri, eh? Yaani wewe una Qur'an wewe, we ni shekhe una unamiliki Qur'an. Unayo Qur'an, alafu unaona gari kubwa zaidi kuliko Qur'an. Unaona nyumba kubwa zaidi kuliko Qur'an. Unamwona mtu fulani ni mkubwa zaidi kuliko kuliko Qur'an kuliko wewe. Sasa wewe, kuna ajabu kuliko hiyo. Hakuna ajabu kuliko hiyo. Akifanya kidogo kitu ambacho Mungu mwenyewe akifanya kaiba kwayo. Nakupongeza Sheikh Ali kwa kubali na kuchukua nafasi hii na kusimamia jambo hili la maadhimisho ya Qur'ani. Mwenyezi Mungu atujalie, sisi kwa sababu tumepewa dhima kama Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, kusimamia mambo haya ya Qur'ani, na tuna tabu moja kwa sababu ya ukubwa tulionao, kila tukifanya jambo inaonekana hatufanyi

Hili hasa nimeipeleka mpaka mtu anatoka akili na kuona akili kabisa, unaona watu wajafanya jambo? Hili ni nini? Hili ni nini? Kwa nini wewe unataka tufanye nini? hata wewe ukiwa hapa unaweza kufanya nini? wenzako walipita hapa wamefanya nini? Acheni hasani ma wa iyakum walhasad alhasan. Mtume amesema yakulul hasanati kama eh alhasudu la yasudu <laughs> eh wa min sharri hasidin idha hasad. Nafanya mambo ya Mungu natarajia malipo tu kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Hatufanye hapa hao wote unaona, wako wote mashekhe wako hapo, anzia hapo wote huko unaona

Sote sisi tunafanya kwa ajili ya, ya, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hakuna kazi nzuri kama kuwa hujali mshahara, hujali chochote lakini unafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hao na watu wanatakiwa kutukuzwa na ku, na kuwekwa mbele. Nafanya kazi kukuna mtu mwingine ukimweka tu anataka poshi ile. Iku mtu mmoja aliniomba nimpe nafasi fulani kabea nafasi hakuna sasa hivi.

Atajalia sote Waislamu wa Tanzania, atatunufaisha na taasisi zote zenye kugombania Waislamu. Mwenyezi Mungu atazinufaisha insha Allah. Atujalie vile vile tumalize mwezi wa Ramadhani kwa wema, tuweze kuswalia Idi lfitiri kwa wema, na hiyo ni sababu ya kufanikiwa katika kila jambo na kukingwa na kila shari. Na Mwenyezi Mungu atuondoshee mifundo wa Waislamu tuharibia mambo yetu na vinyongo na ihi tundolee ihi. Mwandishi wa habari, sijui kama mnajua ii ihi, mnaijua ihi? Ihi, kuna mtu kuwa na kitu fulani kuwa kitoke katika moyo, kila kikaa, anaona yule, nasikia kichefuchefu. Umeona? tunasikia kichefuchefu, kuna kitu kinamsumbua katika moyo. Ukimwona sura yake alifaa kucheka, Mungu ana kitu fulani katika moyo. Shao, alichekesha sana. Ambapo sioone watu na kubusu shehe. Sioone watu na kubusu. Sioone watu na kubusu. Wengine na kubusu wamejia aibu ndazimu. Eh? Asimasyo, sioone watu na kubusu ukafikiri wote wako katika kheri wao. Usifikiri ah -ah. <laughs> <coughs> <coughs> Ah, kwamba kwa kubusiana kule kuna kheri. Mwingine na kubusu akwambia huyu shenzi <coughs> tu ndazimu. Nini yitwa ihi, Mwenyezi Mungu atuondoshee insha allah <laughs> tupendane, tuwe na mahaba, tuwe na mapenzi, tushirikiane, tuuendeshe Uislamu insha allah, kama walivyoendesha wakale wetu. Wasallallahu wasallim ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.